Mijikenda um,... ishaanza ngoja, yeah. <laughs> Kati yo kwanza, walai niko inje. <laughs> Kwa baya. <laughs> Unauliza haya kata hapo tuanze. Aya, uliza sasa. Hii imenipata vugai, lakini wacha nikikumbuka ndakwambia. According to mimi Mijikenda I think ni nine tribes zenye zimeungana zika, zika form one. As, okay, ni, ni nine different tribes Mijikenda miji tisa e, e, e, e, <laughs> unanujisha kwa shule sasa. Ah, histori bwana, histori na nilikunga fiti mana, lakini kitambo mm, I think kulikuwa na kuna chonyi chonyi thin wako kwa Mijikenda uh, wazitti na Giriama no, wako I, walaini nimesahau hiyo Mijikenda walainaika naisema kama wimbo No, uh, okay, ni nime, nime maybe mabi nita, nitaikumbuka baadaye hiyo wimbo, nimesahau for real and kotnayimbanga aebutofd wachonyi wachonyi nikiwa na kwa wale wenye nimeinteract nao kiasi si sana, unajua hasa wengi wa yuko huko Nairobi, lakini I think um, ni watu jovial, lakini wanakuangana tu mood sometimes so auelewi uh, kenye wanataka uh, at some point wenye nimeinteract nao I don't know kama ni wengi uh, ni wote wanakuanga hivyo, I don't know but uh, ni watu jovial uh, yani ni watu hype, yani wako tu wanapenda hype. At some point point zile side za is it si Mombasa? Okay, hizo side za za za pwani saidi za pwani huko, ilikua nilikuwa najua nilikuwa najua nini hiyo? E, jina nimepotea tena. Nimekaa nimekaa muda bila kuinteract na hii watu, alikuwa mm -hmm. anasema tozitzztztt Hey, memori yangu imekuwa mbaya jo. Siku hizi nikaa nafikiriaga vitu mbaya sana so. Nimesahau vitu vingi. <laughs> Uh, si mkwehu mkwehu hiyo ni Kitaita. <laughs> Hiyo. Hey, uh, no, nimesahau. Yeah, mnazi naijua pombe wa mnazi ile, mnazi mnazi mnazi, uh, mnazi pia inapatikana huko hiyo upande wa pwani mara mingi yeah, that's pwani side. Alafu mnazi inatengeneza pombe, kuna pombe wa mnazi, alafu pia ni chakula, nadhani huwa inatumika kwa chakula, hiyo maji yake pia, we, we ina, I think inapikaga ni wali or something. kitu kama hiyo so Mnazi najua miti yake inakuwa ni ni, uh, ni miti mrefu haina branches, iko huko juu nini kama hiyo. Sasa uh, I think mnazi ni mti ni mti wa nazi I think, alafu nazi, nazi I think, ni, ni, ni the fruit itself naitwa nazi hiyo, maji yake sijui inaitwaje. Uh, I mean ama inaitwa ni maji wa mnazi um, maji wa nazi something like that. Kiswahili kidogo nanipigia chenga hapo, lakini I think ni hivyo. Mti ni mti wa nazi, matunda yenyewe I think ni nazi, then uh, kuna ile maji yake ni maji wa nazi yenye hiyo inatengenezanga hiyo pombe and something. Ni bigakuru bigakuro kuro eh, lakini si kuro ile eh, yenye wa Nairobi wanaielewa. <laughs> biga kuro, umanye mwenye kuro. I think hii inamaanisha uh, i think inamaanisha fanya kitu kwa mwenyewe ndio ujue mwenyewe ni nani, kitu kama hiyo. alafu kuna nyingine nzima ni leo. Nasema nzima ni leo, wakati ni sasa. <laughs> mambo ni leo, mambo ni kama hiyo. Mambo ni laivu, mambo ni leo. mkota chingo ni kuvuhira kwake uh, mwenye anaokota kitu anakulia kwake. <coughs> Maybe kitu kama hiyo, I don't know usende inya kakuzatwa hiyo, ikasound kama Kiarabu ki akinani, kakuzatwa ikasound kama kama, kama what do you call it mali uh, naniye, anatoka neto, nani anatoka anaitwa Nedi. Haya, um, hiyo sasa hiyo e, wallahi sijui hiyo, hata siwezi guess hiyo. Wacha tuachane naye. Haya, kuna hiyo mzuka, hatu kazikwa ni mzuka. Sasa nitaka kuanza wakati wa mzuka mzuka atukazikwa. Hey, ni mzuka intaka kwanza. We, na eh, hey, hey. Ng'ombe yalambwa ni chala cha mwenye, ukilamba ng'ombe ni chala cha mwenye, mwenye. Ng'ombe yalambwa ni chala cha mwenye.

kurobiri karabiwa hachwa. Uh, kuro ningejua ni nini, karibu niseme Kichaga ni, <laughs> kuro ningejua ni nini kwa Kichonyi, lakini hiyo hiyo hiyo na ningeshikanisha, lakini hiyo na pass you know, I think wacha tuachie wa hapo, ama tuseme ingine moja ya mwisho, naitwa tele kaitsunguriwa tele kaitsuguriwa ikikuwa tele inakuliwa ama inasuguliwa. Tele kaitsuguriwa. Tele ni Kiswahili ama, eh? Okay, wacha tuuseme ni, ni kama hiyo sahi <tiple> yeah. Nzulo nzulo lina nguvu. Nzulo nzulo ni kama nini? Nzulo lina nguvu lina nguvu. Hiyo kwa Kiswahili tunasema lina nguvu, lakini nzulo nzulo nzulo, kama maneno maneno yana nguvu nzulo nzulo nzulo, ama nzulo lina nguvu, ama nzulo inaweza kuwa nini? Ni maneno ama inaweza kuwa nini nzulo? Tuseme ni maneno yana nguvu. Mbomu mubomu si mu, munzio mbomu si mwenzio, usibomu nyumba ya mwenzio. Bomu si mwenzio, usibomu nyumba ya mwenzio. Lakini naye Wachonyi mabomu natoa wapi? mabomu tena nguvu ya ma madzi ni mawe, nguvu ya manzi ni mawe, nguvu ya madzi ni mawe, madzi, ni mawe. Madzi madzi ni nini? nguvu ya maji ni mawe, so maji inasimamishwa na mawe, so nguvu ya maji ni mawe. Mwanamchizi mwerua chakwa na cha munziwe. Mtoto akichizi mwerua chakwa na cha munziwe. Anachanuliwa na mwenziwe na mtoto mwenzake ya ndugu chavu ya ma, mazimi kondo ya ndugu yako chavu ya mazimi inakuliwa na mzazi yake. <laughs> <laughs> Ni koinja, I think ni vitu kama ye something like that yes. Wa, wa, wa, nini bana wa Mijikenda mnialike huko, hata kama siku mbili tatu hivi kidogo, ni, ni, nijue more about you culture yenyu nini nini, chakula nini. Kama sahii sijui chochote apart from nazi tu, na na na, na, na, na, na mahali mko kule pwani pwani, so at least hata mnialike huko siku mbili tatu nikuje nijue more about you people Wache zile za kusoma kwa vitabu na nini, hiyo hata tulisha sahau kitambo, hiyo miaka ni mingi um, so mi hata mkiniambia kesho, nakuja mi niko tayari kusema kuja kwa kichoni. Unasemaje ndaza? e, mimi mkinialika kesho ndaza, mm, ndaza <laughs>